Shalom shalom, mwana wa Mungu, ninakusalimu kwa jina la Mungu aliye hai. Karibu sana katika siku hii ya leo, siku iliyobarikiwa na Mungu, siku iliyoandaliwa na Mungu kwa ajili ya utukufu wake. Naitwa madam na Johanitha Jeremiah, mwalimu wa neno la Mungu, na tuko katika mfululizo wa kujifunza na kuomba kwa ajili ya malango ambayo Mungu ameyaweka kwa ajili ya baraka zetu kuomba kwa ajili ya malango ambayo yanapitisha baraka za kimungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tuna malango mengi sana ambayo Mungu anayatumia kupitisha baraka, na malango hayo hayo ndiyo ambayo adui huwa anainua vita ili kuweza kupambana na wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika mfululizo huu uh, wa maombi tunajifunza kwa habari ya malango hayo ili ujue vita iliyopo, lakini pia uweze kujua namna gani ya kuomba kwa ajili ya hayo malango. Na kumbuka katika utangulizi niliweza kukwambia ya kwamba malango ni njia ambazo Mungu anatumia kuweza kupitisha vitu ehe, anatumia kuweza kupitisha vitu. E, lakini malango hayo hayo hata shetani anaweza akayatumia kuachilia uharibifu kuachilia uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Ina inamaana ni kwamba Mungu kama ni lango la afya analikusudia kupitisha afya na uzima na maisha marefu, ili watu waweze kuishi maisha marefu yenye furaha, halafu yenye kutimiza kusudi. Lakini shetani anapokuja kwenye lango hilo hilo anaachilia uharibifu anaachilia magonjwa anaachilia udhaifu, kiasi ambacho watu wanaishi maisha mafupi sana. Wewe ni shahidi inawezekana kuna familia e, walikuwa ni watu wengi sana, wamezaliwa watu kumi na tano, lakini mpaka leo hii wako watu wawili au yuko mtu mmoja, na sio kwamba walizeeka wakafika mwisho kabisa wa maisha yao, lakini wengine walikufa vifo vya ghafla kabisa, walipoanza kupata mafanikio kidogo, hapo ndipo maisha yao Uh, walipoanza kupiga hatua mwingine alipotoka hatua fulani akaenda hatua nyingine hapo ndipo akapotezwa aka kabisa bwana yesu asifiwe sio kusudi la mungu kusudi la mungu ni watu waishi kwa afya ni watu waishi maisha marefu kwahiyo nimekuambia habari ya lango la afya ni kati ya lango mojawapo lakini malango yako mengi sana ambayo mungu anayafunga na malango haya mungu anayefungua kwa hatua lakini lango la afya ni la muhimu, kwa maana kwamba linafunguliwa linatakiwa lifunguliwe kipindi chote ambacho huko unaishi, ili ya kwamba maisha yako yaweze kuwa ni ya afya, kuishi maisha ya baraka ya furaha. Yani, kuna watu ambao wana furaha katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Yani anasema sina furaha kabisa katika haya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwani nilikuambia kwa habari ni ya malango mbalimbali ambayo utaweza kupitia katika akaunti yangu ya YouTube, uweze kusikia namna ambavyo unazokaomba kwa ajili ya hayo malango na, na leo tutajifunza kwa habari ya lango la afya, tutajifunza kwa habari ya lango la afya. Na katika lango hili la afya kuna vitu kadhaa ambalo tutajifunza: lango la afya, maisha marefu na nguvu za mwili inamaana lango hili Mungu analikusudia kuwa lango la uzima wa kimwili, kiakili na kiroho. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni lango linalopitisha uzima, linapitisha uhai, nguvu na afya ya mwili na ya roho. Ni lango linalofungua mlango wa maisha marefu, siyo maisha marefu tu, na yenye furaha, mwana wa Mungu. Kuna watu maisha yao ni ya tabu, hujapata kuona yaani maisha ni ya shida, hujapata kuona hata akipata kitu kidogo kwamba kitampa furaha, ghafla kinageuka kuwa huzuni. Hili sio kusudi la Mungu. Kwa hiyo lango hili la afya lina athiri uwezo wa mtu kutimiza kusudi la Mungu. Mungu kama alikuta kuwa mhubiri leo, huyu kapata changamoto, hawezi kuongea, hawezi kutembea Kishaje hiyo huduma? Bwana Yesu asifuka, lazima uwe na afya. Hmm? kwa sababu mwili wako ni chombo cha utumishi, ni chombo cha Kristo. Zaburi tisini na moja mstari wa kumi na sita anasema nitamfurahisha nitamfurahisha kwa maisha ya muda mrefu eh? nami nitamwonyesha uokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe, lazima tufike hatua tumlingane Bwana. Tuombe kwa ajili ya maisha marefu, tuombe kwa ajili ya uokovu, tuombe kwa ajili ya maisha ya furaha, tusiishi tu kama wana Mungu tuna, tuna, tuna, tuna wengine kuna maisha ya watu, anaishi kana kwamba anamsindikiza mwingine, anaishi ya kwamba kuna maisha ya pili. Hapana, maisha ni mara moja, kwa lazima tumlingane Mungu. Madamu alituumba akaona sisi ni watu wa mfano wake, mfano wake hawezi ukajawa na magonjwa January December. Mfano wake hawezi ukawa ni wenye madhaifu January December. Hapana, lazima Mungu asimame, lazima Mungu hathibitike katika haki, lazima Mungu atupiga ni tumwambie Mungu tutatumikaje ikiwa afya zetu sio salama? Bwana Yesu asifiwe. Lazima ulifungue hilo lango kwa ajili yako na familia yako. Ukitaka kujua kama uh, ukisoma pia Wakorintho wa kwanza tusome kwanza hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya sita mstari wa kumi na tisa hadi ishirini mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu ukiendelea nasema, mtumieni Mungu kwa miili yenu, mtumikieni Mungu kwa miili yenu. Sasa je, hilo hekalu la Roho Mtakatifu kweli ndio la kujaza magonjwa? Hilo hekalu la Roho Mtakatifu ndilo ambalo la kupata magonjwa? Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumlingane Bwana eh. Hapa ndiyo mikakati tano mikakati kama mitatu hii inakwenda kukwambia ambayo adui anaitumia dhidi ya lango. Mkakati wa kwanza ni kupitisha laana na maagano ya kifamilia na magonjwa ya kurithi yanaweza. Kuwa magonjwa au au, ya kurithishana au kurithi au yanaitwa magonjwa ya kizazi eh? Bwana Yesu eh, kwa lugha nyingine yanaitwa genetic, genetic, genetic, yeah. Genetic causes eh? Adui katika lango hili anatumia malango, magonjwa ya kurithi kuna watu wanajulikana wao kwao wana ugonjwa fulani, wao wana ugonjwa wa kisukari. Baba alikufa kwa ugonjwa fulani, bibi alikufa kwa ugonjwa fulani, baba ana ugonjwa huo, mtoto ana ugonjwa huo. Sio kawaida. Lazima tumlingane Mungu, tumwambie Mungu, kwenye hii familia yetu ni nini hasa ulikusudia Bwana? Yesu asifiwe. Kwa nini yawe magonjwa? Sio mpango wa Mungu, hmm? Kuna watu wengine kupitia sasa E, lango la laana na maagano ya kifamilia wanajikuta wanapata hata magonjwa yani ni kwamba ametoka huku anakwenda kupata magonjwa hata ya kuambukiza, anaenda kupata magonjwa ya ukimwi, magonjwa ambayo hawezi kupona kabisa, yatamtesa lakini kumbe connection iko huku kwao alipotoka. Kuna vitu, kuna, kuna maagano ambayo yamewekwa kule yanawafuatilia, lazima uombe. Lakini kuna magonjwa mengine ya ngono, mtu hawezi kutulia kabisa kabisa Kumbe kuna vitu vinamdrive ndani yake, kwa ajili ya kuharibu lile lango la afya. Bwana Yesu asifiwe. <coughs> Lakini kitu cha pili ambacho shetani au mkakati wa shetani juu ya lango hili la afya ni roho ya mauti na vifo vya ghafla kabla ya wakati eh. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu katika familia zao, yani mauti imekuwa ni kitu cha kawaida ukisoma Isaya sura ya ishirini na nane mstari wa kumi na nane nasema agano lenu na mauti litabatilishwa. Kwa lazima kuna agano la mauti, ulibatilishe, mwana wa Mungu, umwambie kama katika ukoo wangu kuna agano la mauti, niliwahi kusimama na tumetembea katika hilo agano, ni kweli tulitembea kwenye hilo agano, lakini madamu mimi Mungu umenisimamisha katika majira haya na nyakati hizi, ninaweka mpaka kuanzia kule ambako wale walioweza kuharibikiwa au kuviwa au kufa, basi huo mpaka ninaweka hapo. Tusife kwa hayo magonjwa, tusiwe na hizo mauti ambazo ni za laana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. E, katika Biblia tunaweza kuwaona watu ambao Mungu aliwafungulia lango la afya. Tunamwona Musa alikuwa mwenye nguvu mpaka uzeeni anaongoza wana wa Israeli akiwa mwenye nguvu na ni mtu mzima. Kwa nini isiwe kwetu? hiyo naipata Kumbukumbu la Torati sura ya thelathini na nne mstari wa saba. Tunamwona Hezekia. Hezekia alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini analetewa e, ujumbe kutoka kwa nabii wa Mungu ya kwamba hautapona utakufa, lakini Yeremia anamwambia Mungu Hezekia he, anaugua ndani yake anageuka wakutana mwambia Mungu, kumbuka kwa habari ya utumishi, kumbuka kwa habari ya hiki kitu, sasa nitatumika vipi? Sasa kumbuka bado sijamaliza kazi yako. Mungu akamrehemu akamwongezea miaka. Wafalme wa Pili sura wasita, wasita, ya ishirini mstari wa kwanza na wa hadi wa sita tunasoma kwa habari ya mtumishi wa Mungu Eliya eh, mtumishi wa Mungu Eliya, kuna wakati unafika alichoka sana lakini alisogea mbele za Mungu, Mungu akamletea msaada akamtia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tunachoka afya zetu hazipo sawa, lakini Mungu anauisha. Bwana Yesu asifiwe. ni namna gani unaweza kufungua na kulinda lango la afya eh, na maisha marefu? Kitu cha kwanza, omba na kuvunja laana za ugonjwa, vifo vya kizazi na maisha mafupi. Omba neema ya maisha marefu na afya njema Omba kwa misingi ya ahadi za kimungu kuhusu wewe. Ingia katika Biblia, simama na maandiko. Mungu, kama uliweza kumponya huyo Hezekia akaweza kuongezewa miaka, Mungu ninakusihi waponye hata wazazi wangu, waponye hata hawa ndugu zangu. Kama watumishi wako waliwahi kukutumikia wewe kwa hari hadi wanakuwa wazee, basi tuponye hata sisi, Baba. Tunafanya agano la kukutumikia wewe. Omba, vunja hizo laana na magonjwa. Lakini kitu cha pili Dumu katika maombi na usafi wa maisha, moyo wenye shukrani na maombi ya usafi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu mnapita katika vita na hamjui kama mna vita hiyo, na mnaishi maisha ya kawaida kabisa, amjali kuhusu usafi wa roho, amjali kuhusu kujitunza, kumbe shetani anakutafuta tu. Mimi nimewahi kuwaona watu ambao amejitunza tu wakati wote, lakini siku alipoamua kutoka Yani siku hiyo hiyo ndipo, siku hiyo hiyo amepata magonjwa, ndipo siku hiyo hiyo alipata na mimba akazitoa, ndipo siku hiyo hiyo mambo yake yakageuka sana. Bwana Yesu asifiwe! Sio mpango wa kimungu. Ina inamaana adui alivizia katika malau, akasema, huyu nitampata wapi? Huyu Bwana ana uokovu wokovu sana, nitampata wapi? Akamvizia ili kupitia lile lango la afya apitishe mateso. Kuna watu wanateseka. Unaweza ukawa una afya Usifikiri kwa habari ya kuombea lango la afya. Lakini wana wa Mungu, kuna wana watu wanateseka, nimewaona watu wanateseka, nimewaona watu wana pesa lakini wanateseka, hawawezi kula, hawawezi kusimama, hawawezi kutembea, hawawezi kuongea. Lakini mwana wa Mungu, simama, omba maombi ya akiba kwa ajili ya afya yako. Asifiwe. Kitu cha tatu, jenga nidhamu ya afya ya mwili na akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kula kwa mpangilio, mwana wa Mungu, fanya mazoezi, pumzika, eh, jifunze kusoma vitu mbalimbali mbali kujenga ubongo wako, punguza msongo wa mawazo. Usiruhusu kitu chochote kiingie kichwani kwako. Ukiona kitu chochote kinaingia kichwani kwako, ukiwezi mwambie Mungu, wewe uliyenisaidia jana, ukanisaidia leo, hata ili mimi, Mungu siwezi, wewe tushughulika nalo, siwezi, akili yangu ifikapo mwisho, Mungu atakutetea. Lakini pointi ya tano, jifunze maarifa ya afya na tiba mbadala. Ni tiba mbadala, tiba za asili. Sasa hapa usio kasema, naenda kwa mtaalamu, naenda kwa mganga, hapana. Jifunze kwa habari ya kutumia matunda, jifunze kutumia mbogamboga, jifunze mboga, kutumia tiba tu za asili, ili uweze kuitibu ile afya yako, kwa sababu Mungu aliumba mimea, aliumba mimea yote akaumba miti yote kwa ajili tuitumie sisi kama wanadamu. Hivyo ndivyo jinsi unavyoweza kufungua na kulinda lango lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa wakati huu tutaingia mbele za Mungu, tutamwomba Mungu mambo machache husiana na hili lango letu, naendelea kuomba Bwana Mungu. Na kabla hujaingia katika maombi, chukua kalamu na karatasi, fikiria kwa habari ya maisha yako, ni kitu gani kinakusumbua? Fikiria maisha ya wazazi wako, ni kitu gani kinawasumbua? Fikiria habari za ndugu zako, ni kitu gani kinawasumbua? Fikiria habari ya bibi yako, Bwana Yesu, ukienda mbali zaidi, waulize bibi alikufa kwa ugonjwa gani? Alikufa akiwa na miaka mingapi? Baba alikufa kwa ugonjwa gani na alikuwa na miaka mingapi? E, m, angalia hiyo trend, fuatilia watoto wao wameishi maisha gani, kwa sababu vita ikiwa katika malango ya afya inawafuatilia. Ujapata kuona inamfuatilia bibi, inatoka kwa bibi, inaenda kwa huyu, inaenda kwa huyu, inaenda kwa huyu. Kwa lazima utambue kusimama kinyume na hiyo hiyo vita iliyo katika hiyo malango. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusoge mbele za Mungu. Nitaomba sala hii, wewe na wewe rudia, na baada ya hapo utaendelea. Twende mbele za Mungu tusema na mimi maneno haya e, Bwana wa uzima, ninakuja mbele zako nikiwa na shukurani kwa zawadi ya uhai leo. Ninaomba uniondolee laana zote za ugonjwa, vifo vya kizazi na mapigo ya adui dhidi ya mwili wangu maana amesema katika kitabu cha Yeremia sura 30 mstari wa kumi na saba nitakuponya nitakutibu majeraha yako. Na Zaburi ya 91 mstari wa kumi na sita unasema nitakufurahisha kwa maisha ya muda mrefu. E Bwana, ninafunja kila maagano ya familia, ninaondoa kila mipaka, ninaondoa kila mipaka, kila magonjwa ya kifamilia kila magonjwa ya kifamilia ninayoondoa kwa damu ya Yesu. Ninakataa vifo vya mapema, ninakataa ajali za kujirudia, ninakataa magonjwa ya ghafla kwa jina la Yesu, kama ilivyoandika katika kitabu cha Mithali tatu mstari wa saba hadi wa nane ya kwamba tukuche wewe nasi tutakuwa na afya katika miili yetu. Baba, tunakucha wewe ili ya kwamba kupitia wewe Jehova tukapate usalama. Weo tunatangaza kwa imani ya kwamba tutaishi maisha marefu, maisha yenye afya, maisha yenye furaha. Tutakutumikia wewe Bwana kwa nguvu za miili yetu. Hakuna silaha ya ugonjwa itakayofanikiwa dhidi yetu, wala miili yetu, wala watoto wetu, wala wazazi wetu kwa jina la Yesu. Kila pigo ambalo lilikuwa limeandaliwa tunaligeuza kwa jina la Yesu, maana neno lako linasema, tazama watu hawa ni watu waliofungwa na kufungiwa katika mashimo, na hapana semayerejesha yamkini. Afya zetu zimefungwa katika mashimo, zimefungwa katika mashimo, nami ni huyo mtu mmoja unayemtaka asimame katika mahali palipobomoka, kwa ajili ya kurejesha afya, kwa ajili ya kurejesha maisha marefu, kwa ajili ya kurejesha nguvu ya mwili. Baba, tunakataa kila udhaifu e Bwana, ambao wadui anasimamisha katika maisha yetu, katika maisha ya wazazi wetu, katika maisha e Bwana ya ndugu zetu, kwa damu ya Yesu Kristo rie hai tunatamka baraka tunatamka e Bwana kufanikiwa. Kila magonjwa yaliyotajwa siku ya leo Bwana, tunasimama kinyume nayo na tunabatilisha kwa damu ya Yesu, bali tunataja nguvu yako, bali tunataja uzima, bali tunataja afya, bali tunataja kufanikiwa, bali tunataja kuwa na furaha katika afya zetu, katika jina la Yesu. Asante Baba maana unatuponya, asante Baba maana unatujibu, asante Baba maana unatuongoza Asante Baba, maana unakuponya, katika jina la Yesu. Baba, tunazikataa hizo ajali zilizokusudiwa, zilizoratibiwa, mauti ambazo hazitokani na wewe Baba, mauti za watoto walio wadogo, mauti za vijana, mauti kabla ya wakati, tunazikataa zote kwa jina la Yesu, bali tunatamka maisha marefu, bali tunatamka maisha yenye furaha, sio maisha marefu yenye taabu, bali maisha marefu yenye furaha na nguvu, na furaha tele katika jina la Yesu. Baba asante maana wewe unaweza, asante maana wewe unatosha. Tunafungua na kumiliki lango hilo katika jina la Yesu Kristo mfarimu aliye hai. Tumeomba tukishukuru amen. Mwana wa Mungu, endelea na maombi, endelea na maombi, mwambie Mungu, fatiria shida yako iko wapi, wataje au ndugu zako mtaje, huyo baba yako taje huyo mama yako, mwambie Mungu, wewe ni mponyaji, wewe ni Mungu unayeuisha. Kwa damu ya Yesu, itumie damu ya Yesu kwa ajili ya kukukomboa katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova, maana unaweza. Asante Baba, maana unatuponya katika jina la Yesu tunaomba.